Kamu baba, mara baba, siwezi kukwambia ujambo wala unaendeleaje. Maana yake nshachoka na hivi vitimbwi vyenu hivi. Ni watoto gani nyinyi ambao hamsikii wakubwa, hamweleweki? Mpo kama sungula aliyokosa uzazi eh? Hivi we mtoto umeufanya umalaya wote mpaka ukaamua kuambukiza sasa na binti yangu? Aya, sasa binti yangu kasha nasa kitumbo kama kile kimeshaja Akijulikaniki baba nani? Eh? Aliyemweka hiyo mimba, mimba ni nani? Hajulikaniki. Sasa nataka uniambie. Maana nyinyi wote ni chochote. Nani yenu moja, kundi lenu moja. Nataka nijue. Naomba uniambie hapa hapa, mwenye ile mimba aliyombebesha yule mtoto ni nani? Maana wewe unajua kutwa kuchwa. Mpo wote kuhangaika kwenye mabaa, kwenye nini? Mwenye ile mimba ni nani? Naomba niambie haraka. Kabla sijafika hatua mimi hapa, naomba niambie mwenye ile mimba ni nani? Baba, taarifa unazonipa ni ngeni na, na mimi sijui kama Meli ana mimba, ndo kwanza unaniambia ya wewe hapa. Ina maana wewe hujui shoga yako kama mwenye mimba? Hakuna ninachojua baba. Sasa kama ile mwenye mimba wewe humjui, nakupa masaa 72 tu mwana, nataka umjue mwenye ile mimba Ikishindikanika kumjua mwenye ile mimba ni nani, maana yake nyie wote ni kundi moja, mpo kama vipepeo, mnarukaruka wote pamoja toka asubuhi mpaka jioni. Unamrudisha mwanangu saa nane za usiku, sijui saa kumi za usiku, alafu nanambia haumjui mwenye mimba. Sasa nataka nijue mwenye yule mimba. Nakupa masaa sabini na ngapi? sabini na mbili, umjue mwenye ile mimba Pasipo kumjua mwenye ule mimba, na kusweka wewe ndani mpaka yule panyalodi mwenzako nani sijui, tunaelewana? Naondoka. chanzo mimba, sikujua ningeshi Mzee kumbe! Mwanga mwanga babu yako wewe. Umchanga umechota nini? Nakuuliza wewe, umchanga umechota nini? pengine na kujengea nyumba? Wewe hujaona kuzoa sehemu zote hujazoa? Nipo kanyaga mimi. Unajifanya mchawi sasa wewe? Uchawi ngoja tuone. Nyanyua mguu, nyanyua mguu! Anza wewe. Ule ubwa umekuwa nani? Ngoja tuone. Nyanyua mguu, nyanyua mguu! Hauna pumbavu nini tena? Shika, si unataka dabu yako. Tena unikome, kama ulivyokoma kwenye tumbo la mama yako mzee. Mbavu za kwako, kumbe mtoto mdogo. Wewe nilikuwa na kutest tu, ungejaribu uone. Hii namba nyingine wewe sawa, afu koma kunifuatilia wewe mzee, sawa. Na kama umetumwa waambie hao walio kutuma wamekosea mlango. Usione mimi kama siongei, sawa, fanya mambo yako mzee. Usiniruhusu mimi nikaruhusu isia nyingine, naweza nikakuharibu muda wote. Amze mwambie na binti yako sasa hivi, sio yule tena ambaye mlikuwa mnanifatafata. Ukinifata kwa mara ya mwisho, ndio muda wa kumalizana. Wewe tupa mchanga, shenzi wewe, mwanaalamu mtu mzima ovyo, sula kama babu yako, shenzi. Mbona, mbona mapema leo? Mbona kama hupo sawa? una matatizo? Ni kweli mke wangu, kuna tatizo tena, sio tatizo leu, kuna tatizo kubwa linalonisumbua, yaani nashindwa hata kuelewa nifanyaje hasa mume wangu, matatizo ni sehemu ambayo tumengia. Binadamu unapokuwa na tatizo, lazima unishirikishe mimi kama mkeo ndani ya nyumba, kwa sababu tatizo lako ni tatizo langu na la kwangu ni la kwako pia. Hasa unapokaa peke yako, unawaza, unafanya hivyo, ni mi nakata sikuilio Basa, Unavyoniona nimempa mimba mtoto wa Mzee Ramadhani. wewe ni mshenzi eh? Yaani umekaa hapa, mi najua labda una mambo ya maana ya kwaza, eti nimemtia mimba mtoto wa Mzee Ramadhani? Ina maana umeshindwa kutia mimba hapa nyumbani kwako kwa mkeo, umeenda kutia mimba mtoto zatu huko nje? Serious kweli Tumekaa miaka mingapi hapo kwenye ndoa? Hata mimba ndani haujaleta, uko na danga danga nje, ndio umeenda kutia mimba watoto za watu, sio? We umetoka huko umenikuta na mawazo yangu hapo, ukasema jambo langu ni jambo lako. Sasa nakupa taarifa, unashangaa. Kinacho kushangaza ni nini hapo? Lazima nishangae. Mi najua labda unawaza vitu vya maendeleo ndani ya nyumba Kumbe unawaza kwa ajili ya upuuzi wako unaofanya huko nje eh? Kweli yani, hapa ndani kitu gani ambacho kwa mkeo haukipati? Au mimi mkeo wangu ndani sina kizazi bwana? Mimi siajui mimi, nimejaribu kukwambia kama ulivyotaka wewe sasa. Swala la wewe kuanza kunifokea, swala la kwanza wewe kunlalamikia mimi, aliniusu. Mi nimejaribu kukwambia kile nilicho nacho mimi. Sasa matatizo yako ni matatizo yako nisoma. Kwa hiyo usitaki kunichanganya kabisa, usitaki kunichanganya na usitaki kuniharibia mudi kwa maana nimetoka huko, nimekuja hapa ili nipumzike. Sijaje kupigiwa kelele. Sijui unanielewa. Unasema vipi na nani? Mwanaume ni mshenzi eh? Yeye ni anadanga huko nje. Yaani nasema hivi, kama wewe umetia mimba huko nje, na mimi naenda kujazwa mimba huko nje ukikuta kuna mimba huko ndani usishangae, mshenzi wewe. Mimba sikujua ningeshikwa na umzingu, nikilia usiku ninahisi dunia inanipinga. Nimebeba hadithi zako lakini sasa umeniacha kama upepo unavyopati, bila kuniambia. Nilipotea kwa ndoto ze